Mtazamaji naye kinara wa chama cha ODM Oburu Odinga na viongozi wengine wa chama hicho wamesisitiza kwamba wako radhi kufanya mazungumzo mapya na chama tawala cha UDA na kuwaunganisha wanachama wote. Na makizungumza mjini Malaba kwenye mkutano na wajumbe wa chama hicho cha ODM kaunti wa asi, wa chungo, ya Busia, Oburu amewataka waasi wa chungwa kurejea chamani. Na kadhalika, Oburu hata hivyo, amesisitiza kwamba hawatakubali kunyanyaswa kwenye makubaliano ya mazungumzo yao na chama tawala cha UDA, akisisitiza kwamba chama hicho ndicho kikubwa za zaidi humu nchini. Moja hapa nilitaka nilitaka ni serikali, sisi hatukuipigia kura. Kwa hiyo tuko kwa broad broad base ambaye ni loose kidogo, lakini tukiendelea the strongest part. Kwa hayo mazungumzo lazima tutakupatia. Tuko na watu wanajua kuongea hapa Busia. We are very good negotiators. Kwa ODM ambao damu yao ukikata hivi ni ODM. They can never let ODM down. Tutakupatia hiyo vijana wakusaidie kwenda mazungumzo mazungumzo.